Halo. hmm, niambie vipi. Kwani kunipigia mara mbili ndio kuna shida shida? Si ni usiku saa hii? Usiku ni wakati wa kupumzika. Kwa hivyo usiku ukipigia mtu ukiona hajashika, kujua amelala. Na usiposhikiwa simu usianze ku makelele kwamba mbona ushike simu. Usiku ni wa kulala. Kuna time ikifika mtu anafaa aweke simu kando na apumzike kidogo, at least akili tulia. Lakini si kwamba ati usiposhikiwa simu ati ni madharau, hapana. Nategemea ni wakati gani umempigia. Sasa kama basi unaona kama ni makusudi ama sikupendi, ndio unaona sikushika. E, usiku wewe unikupigia simu saa nane usiku umelala, lazima ufikirie hapo.